Nadhani kuhusu kazi mimi na wewe tumeshamalizana. Kama utaendelea na huyo demu wako, ni nyie, kwa sababu mimi sina shida tena, sawa? <laughs> yeah. yeah. so, na kwa mimi <laughs> <laughs> Kutoka makao makuu ya PMBET mpaka hapa Kigamboni Dar es Salaam ambapo tumekuja kumkabidhi mshindi wa gari aina ya, ya Nissan X-Trail ambayo ipo nyuma yangu hapa. Kwa kwa siyamini, kwa e, yeah. Kwanza mimi nilikuwa siamini japokuwa yeah. Kashinda yeye lakini siku ya kwanza ambapo anapigiwa simu na... tumefurahi sana kiukweli. Napenda kucheza Seven Fruit hadi kindege anacheza. Bahati zipo jamani, sio uongo, ni kweli kabisa. Promotion ya Royal Win Plus inaendelea kutoa magari mengi zaidi kila kukicha, lakini pia pesa taslim. Jisajili kupitia tovuti yetu pmbet.co.tz. Sindi, wewe. Wewe hapa umepajuaje na umefuata nini usiku huu? Amani, hmm. Sindi, mimi nataka nijue kitu kimoja, kwa nini simu yako haipatikani? Kwa sababu tangu tumekutana pale jana, tumeongea wee, nimerudi nyumbani na kupigia simu haipatikani, shida nini? Achana na mimi kutokupatikana. Nipatikane nisipatikane haikuhusu nachotaka kujua aliyekuelekeza nani na umekuja kufanya nini hapa Sindi? Mimi na wewe tugombani? Nakuomba hapo hapo ulipo Sindi, funga mlango wako tuambatane, mimi na wewe moja kwa moja mpaka nyumbani. Kuna jambo la msingi sana Sindi, ambalo inatakiwa mimi na wewe tukazungumza nyumbani. Sindi, tafadhali, funga mlango wako tuondoke hivyo. Una kichaa eh? Wewe una utindio ubongo kwayo sindi, mimi nitoke hapa naenda nyumbani kwako, eti kuna dharura, sijui nataka nikaongea na wewe, labda nikwambie kitu, kama una jambo labda ambalo unaweza kukusikiliza au kukusaidia kibinadamu, ongea hapo hapo ulipo. Sina huo muda mchafu mimi sindi. Hii sio sehemu rasmi sana kuweza kuongea maneno kama haya, na kitegemea kwamba hii ni dharura ya muhimu sana sindi, hakuna mtu mwingine yoyote ambaye anaweza kanisaidia zaidi yako na unajua kabisa kwamba Sindi, wewe ndio mwenyeji kule nyumbani hmm? Kwa nakuomba twende mara moja, na kama swala kukurudisha Sindi, mimi nda kurudisha. <laughs> <laughs> hivi unahisi sikujui? Yaani unahisi kwamba mimi na ugeni na wewe, yaani sasa hivi vimekukamata, vimekushika. Sasa umeona kabisa huko kuna mtu Sindi, yupo my dear, sina huo muda mchafu, umeelewa? na kingine, nisha kuambia, mimi na wewe tumemalizana, na nilikwambia kabisa, Amani, utamuona Sindi mwingine ambaye haumjui kwani kuambie? sitaki mazoea na hapa marufuku kufika, ukome. Hapana Sindi, ebu usinifanyie hivyo bwana, hmm? kwani mimi na wewe Sindi ni maadui hmm? Sindi, kumbuka kwamba mimi ni binadamu pia, utakiwa kunifanyia hivi. Binadamu mwenzi anapokuwa na shida kama unaona sasa hivi, kama ni usiku sana, basi niruhusu tu niingie ndani tukazungumzia naw wingi. Wapi Amani, nitakuitia mwizi Amani, utapigwa kipigo ambacho sitakuonea huruma, na mimi nitachangia kukupiga tena. Ondoka, ondoka nenda kwako, au lala hapo hapo, takataka Sendi. Hebu msikilize basi mwenzio, Sendi. Mungu, apende hivi bwana? Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea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 Kujiongoza, siwezi bora tange kwa ndege angani kwa mbawa zangu. Kama tunaweza kuishi kwa amani tuishi. Kama unahisi kuna chochote ambacho kingine unachoweza kufanya you can do. Shule inayofunza mema na mabaya dunia ah. Wajuaji na wapumbavu wa mo dunia ah. Anguko lako ni kicheko kwa wengine wasindikizaji wapambanaji wa Mungu iindo hey, yeah, dunia bwana hey. Nikisema nikupe ikikichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa, ndio maana nalewa Sinyu mitungi kwa sifa yanayonifelisha ndo chanzo kurudio munachelewa nyamwezi. so, sawa babangu, sijakataa, nimekuelewa vizuri tu, lakini sasa taarifa kama hizo tunapeana mapema. Unavyoniambia ghafla ghafla, unategemea mimi nifanye nini? Hiyo hela ya kuongezea mimi natoa wapi sasa hivi eh? Ungeniambia basi miezi miwili kabla. Sasa hivi unavyoniambia eti kodi imepanda sasa hivi, laki moja ya kuongezea mimi natoa wapi? Na ndio maana mimi waga na kulipa mapema kabisa. Kwa sasa hivi unavyoniletea habari za kulipa laki mbili na nusu. Laki mbili na nusu mimi natoa wapi? Yaani kutoka basi angalau ungeongeza hata elfu kumi, elfu ishirini kutoka laki moja na nusu nianze kulipa laki mbili na nusu. Baba, sasa hivi hali ni mbaya. Sa kutoa vitu sio shida. Mimi nitakuja nitatoa vitu vyangu. Wala hilo wala sio shida kabisa. Lakini ujue kitu. Hello? Hello? Mambo shogangu? Wakati si nakusalimia. Hebu bwana, acha na hizo salamu kwa sasa hivi, hazinisaidii chochote. Hivi ni nyewe wenzangu wa nyumba yenu mnaishi nao hivi hivi? Yani mtu anaamka tu asubuhi, namuuliza anakupandishia kodi, ukimuuliza sababu hana sababu ya msingi yeye eh, haamaanaarekebisha wapi? Mimi laki nzima ya kuongeza na itoa wapi? Yani kutoka laki moja na nusu mpaka laki mbili na nusu, mimi natoa wapi? Sasa hivi hali yangu kama unavyoiona, shogangu, saluni wateja hamna, mimi natoa wapi hiyo hela? Basi mara kumi labda ningekuwa mgeni, lakini nimekaa pale miaka miwili. Yule baba sijawahi kumzungusha kodi, sijawahi kumdhulumu, na tuikubaliana kabisa kwa katikati niongeze miezi mingine mitatu. Leo kabadilika, eti hataki, kama siwezi nihame kabisa. Tena ananitishia njo, utoe vitu vyako uondoke, mi nataka nyumba yangu, vinginevyo waongeze kodi. Natoa wapi, shogangu? Ah, hivi ni haki kweli? Hata kama mtu basi nyumba ni ya kwako, watu tunampeana notisi mwezi Sahizi shikamu maraba, naona jana nimekupigia sana simu, binti, simu yangu upokei, yaani hadi leo nimeona bora nije hapa ofisini kwako. Ila tuachane na hilo, tunaneta jambo moja tu, nahitaji kufanya marekebisho katika fremu yangu, kwa hiyo marekebisho hayo yataendana na mabadiliko ya kodi. Naomba unisikilize vizuri binti. Endelea, mabadiliko ya kodi. Kwa hiyo haitakuwa elfu hamsini tena, kuanzia sasa itakuwa laki moja hivi unajua. <laughs> We mama unanivuruga, yaani unatoka huko ulikotoka, unaniletea habari za marekebisho. Mimi marekebisho ya nini? Ya kazi gani yani? Marekebisho mi anisaidie nini? Yaani kwa biashara ipi? Kwa kazi gani nayofanya, nayoingiza mimi mpaka nilipe kodi mara mbili eh? We mwenyewe shahidi, mna wiki nzima nipo mwenyewe hapa na sota, na nilikwambia, sio kwamba sijakwambia. Leo unaniambia eti nilipe laki moja unataka kufanya marekebisho. Mimi nilikwambia nataka kurekebishiwa hapa. Huma mbona tunataka kuvurugana asubuhi yote hii? Eh? Alafu binti usinipande kichwani. Huo mdomo wako huo utakuponza. Ninachokwambia mimi nishaamua mimi ndio mwenye frame na mimi ndio nilioamua kwamba nitarekebisha frame yangu. Kwa hiyo sihitaji usikie chochote. Tarehe kumi nitakapokuja hapa, nahitaji hela au nahitaji funguo yangu. Ukitaka utakaa na ukishinda utaondoka. Sawa mama, hata kama flem ni yako, sijui unanielewa, na mimi nina haki kama mpangaji, sio unakuja tu na nikurupushe eti niondoke nihame. Kama unataka niondoke, basi nipe muda. Yani mimi sasa hivi naondoka, naenda wapi? Kufanya nini? Yani natoa wapi kodi mpya kwanza kupanga flem nyingine? Wewe mama, kwa unataka kunichanganya huko, ni kukomoana, sijui una yani, wewe unataka tukomoane? Tena usinichanganye mimi, mwenyewe nimevurugwa vile vile. Oh, Vipi? Pole shoga yangu. Wewe apole nini? Unaliko apo nimekwambia mimi nimefiwa. Kwanza wewe umefuata nini hapa? Unajua nyewe ndio wachawi wenyewe kanafiki. Wewe kimekutoa nini kule umekuja kufanya nini kwenye ofisi yangu? Au ndio umetumwa na wachawi wenzio? Mimi tena shoga yangu. Wewe ndio. Wewe si ndio ulitoka ukaenda kwa mami mpiki kule? Aya, leo kimekurudisha nini? Kama si uchawi tu na unafiki. Yaani ungejua kilichonileta shoga yangu, hata usingeniambia hivyo. Jamani, ungenisikiliza kwanza. Haya sawa, mi sinaga asila. Unajua kinachoendelea mtaani, unakijua? <laughs> Shogangu pole, unapotea yaani. Shogangu unazimwa mapia na mpango wa kuteka mtaa wote ushogangu, sehemu so, zote zinakuwa zake. Ila kwa kuwa mi nakupenda shogangu, nikikuletea umbea sikosi hizo elfu mbili tatu za kula, nikasema hata usinitanie. Umbea lazima nikuletee Uko kwa Mmapii, nikimpa umbea hata mia nipi shoga yangu, na japo ana miela. Ila habari iko hivi, unamkumbuka yule kaka siku ile aliyekuja hapa, yule mrefu mweusi yule, ukato alivyokuja ukatuambia tutoke nje ongea naye mm. unamkumbuka vizuri yule kaka yule pale yule, ndo anampa jeuli Mmapii. <coughs> <coughs> <coughs> unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kuto kujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi, na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa so wameweka kibango chao kinachosema no no English no service. Asa mimi leo naweka chakwa. Si unanielewa shogangu, siyo? Ndo bwana wake, ila ndiye anayenisponsa. Hebu subiri. <coughs> Kwanza wewe, habari hizo umepata wapi shogangu? Ananyima gereza kula tu, lakini sio maneno shogangu. Maneno anapata kwa wakati, tena yenye uhakika. Si unanielewa? Alafu subili, yule kaka vipi, anagombea ubunge au diwani? <laughs> maana soko iyomiela shogangu, anaimwaga yana, anaimwaga atari, anampa mapi jeuli. Alafu kitu kingine, mapi uko jua, anafungua bonge ya msaluni haije kutokea mtaa pili. Kingine, Heee. Afu nitaka nisahau. Umeona, umona, ume mwenye nyumba yako bana, huyu mwenye flemu alitoka hapa jana tulikuwa kule grocery pale karibu na kwa mapi pale, jirani shogangu, tumekunywa bia na mama alikuwepo na hisi kabisa, moja kwa moja. Maana alikuwa anaongea na mapi na hisi, ndio chanzo cha kuja kukuambia uhame. Anataka kuchukua kote huku, habari zote shogangu, jana alikuwa anaongea naye. Kwa hiyo shogangu, nitafute, mambo yashakuwa mazito dada, vitako kubwa <laughs> dada, tena ujipange Dada, jitafute. Aya, shoga yangu, mindo hayo tu, nimepata umbea, nimekuletea kama kawaida yangu. Aya, shoga yangu, basi fanya fanya, basi mpango wa elfu mbili shoga yangu ni kale. Uwe kathe misi naongea na wewe. kathe wale na, e? mm -hmm. na ushoka kama mapi. Umbe wangu mnautaka mna

maana yeah, nakuacha kwa sababu unajua, toka asubuhi pikipiki ifanye kazi, nadhani ni muda wa kazi kwo, tukiwa nikafanye kazi ili niweze kupata chochote. Unajua sisi bodaboda kazi zetu ni ngumu, lazima uende kijiweni uzunguke huko na kule, ili uweze kupata chochote. Kwa acha niondoke, nikazunguke nipate chochote leo. Mani, Kavumba <laughs> sawa. Lakini kwa hiyo ina maana hapa, nisingestuka nisingejua kama umeondoka kabisa? Ulikuwa uko radhi kuondoka bila hata kuniaga? Ta, niliona hakuna haja ya kukuamsha wala kukuaga, kwa sababu niliona tayari umeshachoka. Sawa, na chumba tumeshalipia, bado tuna uhuru nacho na muda bado hujaisha, kwa hiyo nikaona kwamba lala, utakaposhtuka basi utaamka, utaelekea nyumbani, mamo mengine atafuata. Sawa ila mimi na maongezi naye kidogo. Asante sana, yani asante kwa kila kitu cha leo. Yani Kavumba, mi kwenye maisha yangu sijawahi kupata mwanaume ambaye nampenda gafra kama wewe, na kupenda sana pia naomba, naomba naweo nipende kama mimi ninavyokupenda wewe. Yani mimi niko radhi kuja kuitwa mama baadaye, alafu nayo kuja kuitwa baba, na maanisha mke na mume, na kupenda sana sana. Hivyo basi naomba upokee moyo wangu kama mimi nilivyopokea moyo wako. Nakupenda hata hivyo, naomba usije ukaniumiza. Mi mwezi huu mapenzi siyawezi, na ndio maana hata nilitaka nikukatalie, lakini umenishawishi shawishi, nimekukubalia. Naomba na unipende, nakupenda Kavumba. Sawa, mm -hmm. Mi nimekuelewa vizuri, ila muda sina natakiwa nikapige kazi mpaka saa hizi, au mambo ya mapenzi, kwa sababu tatushajuana kila kitu kimeshakuwa sawa. Mi na wewe yataendelea baadaye, ila saa hizi acha nikazungushe kwanza, baadaye wewe. Ah, sasa mbona una haraka hivyo jamani, mbona hm? kipindi ambacho tunaingia mudani kuwa na haraka kiasi hicho? Au sasa hivi kwa sababu umeshaona mwili wangu ndo unakuwa na haraka namna hiyo? Ah, sikiliza basi, unajua muda Yani, muda sio rafiki kabisa saivi, andikiwa nikafanye kazi au mwingine, tutaongea sasa. Unaniachaje? Nakuachaje? Yani unamaanisha nini? Mi sina hela, kwa nini unandai? Kuna pesa yote unandai? labda unikumbushe, uenda unanidai, alafu nimesahau nijiminyeminye, namna ya kuweza kukulipa mi navyojua, mi ni tumeshamalizana taratibu, utanielewa. unakumbuka siku ya <tala> Una kwanza nimekupa shingapi? Elfu ishirini? mm -mm. kumbuka vizuri, sio elfu ishirini, elfu ishirini na tano. Mm -mm. Sio elfu ishirini na tano ni elfu ishirini na sita Wewe kaka, usulinembea ile pale, elfu moja ya kwangu nimeiangusha hivi, unadhani nane anaweza kadondosha hela kwa usawa huu, pesa ilivyokuwa ngumu? Ile elfu moja ilikuwa ni ya kwangu, maanake nilikupa ikawa kama mtego. Sawa, ulivyoingia kwenye kumi na nane nikakutwanga elfu kumi hapa na hapa, tena ukaomba elfu kumi nikakupa elfu kumi tena ikawa elfu ishirini na ile elfu moja elfu ishirini na moja Nikakuliza, umekunywa chai? Umekunywa chai? Ukasema bado, nikakupa elfu tano kanue supu, ikawa elfu ishirini na sita Hiyo ni siku ya kwanza, lakini nikakwambia kesho yake njoo kijiweni. Ukaja mapema asubuhi ukasema una njaa ujala mama, ukanunua supu ya elfu moja mia tano nikalipa na chapati mbili kwa shilingi elfu mbili jumla elfu ishirini na nane Lakini mchana tena ukarudi pale pale kijiweni ukahitaji pilau nikakwambia kula elfu hizo elfu mbili. Bahati nzuri mantiri alikuwa na maji fulani hivi ya bomba, haukutumia bajeti ya maji, ukala kuondoka ikawa shilingi elfu thelathini. Siju nanielewa vizuri, lakini leo sasa, katika swala la kupumzika kwenye mambo yetu, nikakushauri kwa sababu nikuwa nakonea huruma, twende kwenye gesti za shilingi elfu tano tano, kwa sababu elako nikuwa naangalia kabisa itatumika sana, ila wo ukataka vitu vya matawi ya juu, sijui gesti za hiklasi, sijui vitanda vizuri, shuka nzuri, tumekuja shilingi elfu kumi na tano jumlisha elfu thelathini inakuwa shilingi elfu arobaini na tano Nilikwambia kabisa pale kwenu kuna gesti karibu ni kwa mguu tu chapu, ila tulivyokuja huku bajeti ya pikipiki, japo nimekuleta mimi nimekufata nikakuleta mimi, ile ule umbali distance ya, ya, ya nani pale, nika request nikaangalia, pale bei ni shilingi elfu nne arobaini na Njiani sasa ukataka energy ya 500 ikae 449 na 500, hiyo ni budget ambayo talipo kwako katika elfu hamsini, bado 500. Kwa dhamana ambayo nimekabidhiwa na PM Bet niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na mshindi wetu. Asante sana dada. Nashukuru sana PM Bet kwa kuonyesha uaminifu mkubwa namna hii, endelea kubashiri kwa sababu magari bado yapo mengi. Website ni ile ile ni www.pmbet.co.tz. Sasa mama, hii ndo change. Katika bajeti yangu yote shilingi elfu hamsini, umetumia arobaini na tisa na mia tano bado mia tano. Kweli nita kuzurumakiyako Hii ndo mia tano yako change mama. Nisamehe. Asante. Bila samahani. Sijakwambia mapema. Mimi huwa na utaratibu wangu. Huwa nikimtaka mwanamke huwa namtengea bajeti ya shilingi elfu hamsini. Sasa akijifanya mwanamke nunda ananichuna kwa kumaanisha kwamba ananikomoa anajikomoa mwenyewe. Ila kama akiwa na huruma sasa, ananichuna taratibu taratibu mpaka siku nampata, wenda atabakiwa hata naka chenji kidogo katika bajeti yangu elfu hamsini. Ila ushukuru Mungu, mama, hiyo hiyo mia tano iliyobakia ni chenji kubwa sana. Wengine huwa wapati hata chenji. Siku njema shule inayofunza mema na mabaya wa wajuaji na wafumbavu wa muu wa. Anguko lako ni kicheko kwa wengine wasindikizaji wapambanaji. Wa vipi shem, unajua simu yako imenishtua sana, ulivyoniambia kwamba ni kuelekeze uje hapa nyumbani lakini pia kinachozidi kunishangaza ni kwamba karibia dakika kumi sasa hivi uko kimya. Vipi, kuna tatizo, Jordan? Unakumbuka hivi kipindi cha nyuma uliniambia kwamba unanitaka? Nimekubali. <laughs> Mwachamasara, unaleta hadisi gani hizo sasa? Niambie, kuna tatizo gani huko nyumbani. Yudani, nimekubali <laughs> sema bwana <laughs> unajua, nataka kutoka sasa hivi. Embo, acha masiara basi, emongea kile kilichokuleta, kama kuna tatizo tulisovu. Acha basi hizo, wsulifata nyumbani ukaniambia kwamba unanipenda unanitaka, nimejiridhisha na wewe Nimekubali. Sema bwana, au umekuja na mwamba? Nimekuja kwenye pima imani, maana yake nyewe michezo yenu hiyo <laughs> sikia, nikwambia sham e ni kwenye pointi sawa. Kuna tatizo gani? Na kuona hauko sawa kabisa, yani kama ni swala hilo lilo, lilikuwa ni joking tu mimi tulipanga na mshikaji hivyo, na yote alikuwa anafanya hivyo kwa sababu alikuwa anahitaji ajue kwamba unampenda au vipi, ndo maana akanituma mimi kufanya hivyo, lakini kiukweli mimi si sikuwa na wazo hilo kabisa kwa sababu unajua kabisa kwamba nakuheshimu sana sana sana sana. Kwa hiyo embu acha hizo, em, tuongee kitu. Kuna kitu gani ambacho kimetokea, ili tujue tunasolve vipi? Ili wewe nikwambia mimi siko sawa, mimi niko sawa, najielewa, ninachokifanya nakijua. Sijui kama ilikuwa ni michezo, sijui kama ilikuwa plani. Jordan, niko tayari. Uliniambia unanipenda, na mimi nakupenda pia, tena nakupenda sana. Sikia Shema, mi naona hauko sawa leo. Em, tuende kwa sababu mi natoka sasa hivi, tuongozane, uende nyumbani ukapate muda kidogo wa kupumzika. Ukiwa sawa, tutapata kuongea vizuri sawa? Ahisi nakutania shamujue unazingua, ujue afu akili yangu mimi nishaonaga hivyo vitu vitutu, napagawa, nachanganyikiwa ujuu mi nitaipiga kweli, ujue Juda mimi nataka hivyo hivyo, ipige, hakikisha unaipiga mpaka nachanganyikiwa. Naweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi, na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa so wameweka kibango chao kinachosema no no english no service. Asa mimi leo naweka chakwangu. Yes. Get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone. Utanishukuru baadaye. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea.